Samaritan Pass. Kwa sababu waliwachukua kutoka kwenye ndege na kuwapeleka hospitalini na baadaye leo hii watawarudisha kwenye ndege ili waingie kwenye air ambulance, na gharama zingine zitakuwa ni za gharama za ndege iliyokodiwa nyingine ya kutoka Charlotte kwenda Sioux City, ambayo pia imegharimiwa na Samaritan Pass. Kwa hiyo usafiri wa anga wa kwenda wamefika wote watatu, mama zao watatu, daktari mmoja na nesi, zimesimamiwa zime na hawa Samaritan Pass usafiri wa kurudi, kwa sababu tunaamini wakimaliza inabidi warudi na hawatakuja na ndege ya kukodisha. Tumewaomba KLM na hadi taarifa ndizonazo wamekubali kutoa tiketi za watu watano, ili watu wetu hawa wote waweze kurudi. Mara shughuli za matibabu au umuhimu wa uwepo wao katika hospitali na katika Amerika wakiisha, basi watarudi. Mgawanyo wa gharama ndio kama huo. uhusiano hwakuna watoto waliopata ajali ile ilikoje? Pia uhusiano hmm, wako kwamba labda hizi taarifa uh, zimesambaa uh, uh. Yeah. Okay, moja moja, si kabla ya hii ajali hakuna mtoto yote nilikuwa namfahamu, hakuna mzazi yeyote binafsi nilikuwa namfahamu, wala hakuna mtu yote kati yao ambaye ana uhusiano na mimi wa namna yeyote ile kibinadamu. Uh, wakati tulipomaliza kutoa kutoa heshima za mwisho pale Mount Meru baadaye jioni nilipata taarifa kwamba kulikuwa na mtoto mmoja ambaye ni mtoto wa ndugu mmoja anaitwa Kimia. Aa, alikuwa pia amefariki na ametokea maeneo ya Ilongero ambako ni jimbo kwangu, na nilienda Ilongero kushiriki mazishi kama kiongozi wa hiyo eneo. Na baada hapo, kwa kweli swala lilikuwa sio, hatufanyi hivi kwa sababu mtu ana uhusiano binafsi kiasi gani nawe, hawa ni watanzania wenzangu, hawa ni ndugu zangu lakini hawa ni ndugu zetu sisi wote kama, kama, kama taifa. Na nimesikia watu wanasema ah, walikuwa ni wajomba zake Nyalandu au wengine ni baba wadogo au mama wadogo, ndio maana amefanya hivyo. Kwa kweli hizo ni habari tu za kupotosha na huwa zinaitwa fake news na habari ambazo zinatoka na nyingi tu ambazo kwa kweli hazina ukweli wowote, ni nyingi. Mimi wito um, wangu ni huu: tuwe pamoja kama taifa, tuwaombee watoto hawa wameujiza, ili muujiza ule uwe sehemu ya muujiza mkuu wa Tanzania. Kama nchi tuendeleze umoja, tushirikiane katika mambo magumu na mambo rahisi na mambo ya furaha. Ndege uh, aina ya DCH ambayo ni ndege kubwa, kama kama mlivyoiona, ije wachukue watoto wa, watatu hapa, hapa, hapa. hadithi ni uokozi tuliofanyika kwa ndege kubwa, lakini kuwafuata watoto watatu ambao walinusurika, na kila mtu hajui ni kwa nini Mungu aliruhusu watoto wale watatu waishi katika wale wengine wote ambao walitangulia, na muujiza ule unaendelea kuzaa miujiza mingine. Na kwa hiyo in as much as mimi nilikuwa na coordinate, bado naushangaa sana huo muujiza ambao Mungu aliruhusu utokee, na siwezi mimi kama Nyalandu kujichukulia sifa zozote. Ni Mungu tu aliamua kufanya, pamoja na kwamba anawafahamu, Franklin Graham namfahamu, nawafahamu wale wengine wote. Tumejaribu kuwaomba lakini kwa kweli kama binadamu sikuwa na uwezo wa kumfanya aguswe kiasi cha kutoa ndege yake kwa gharama kubwa kama hiyo. Aa, ni Mungu tu alimgusa na akaruhusu Watanzania na Tanzania iwe sehemu ya huu muujiza ambao tunauona. Sasa nimalizie kwa kusema ni nini kinatokea sasa sasa hivi. Watoto hawa wamefika katika mji wa Charlotte, wanafanywa wanafanyiwa stabilization kama nilivyosema, na baadaye kidogo wataondoka kuelekea Sioux City na ningependa kuendelea kutoa update kwa kadri uh, mambo haya yanavyoendelea, lakini madaktari bingwa wanawasubiri katika hospitali ya Messi, na nimepata taarifa pia, wadau Watanzania wengi walio katika Amerika na, na, na, na, na, na wananchi walioguswa sana na, na, shughuli, na, na, na tukio hili wote wameendelea ku, kwa kweli kuwa sehemu ya hii safari, na mimi niwaombe tu kwa kadri watakavyoguswa, hata kuwatembelea wale wazazi, kuwapa mikono, kuwaambia tuko pamoja kwa namna mmoja au nyingine, kwa mtu yeyote atakayeweza afanye hivyo na itakuwa itakuwa ni vizuri sana. Nimalizie, nimalizie kwa kusema hili jambo linawaunganisha Watanzania. Nimesikia me, ni maneno mengi ya kulia na kushoto uh, lakini niseme hapa ni habari ya watoto watatu ambao Mungu aliwaruhusu waishi katika shughuli na katika siku iliyokuwa mbaya katika maisha yao, ambao marafiki zao wapenzi wao wenzao walimu wao waliondoka hapa duniani ghafla Maisha yao yalikatishwa ghafla, lakini kwamba aliruhusu waishi. Hiyo ndio habari. Haya mambo mengine ambayo watu watajisikia kuongea kushoto au kulia, mimi nadhani uamuzi uh, ni wao waseme nini, kwa sababu kila mtu ana mdomo na kila mtu anaweza akaandika. Mimi niseme tu kwamba heshima, sifa na utukufu na shukrani zimwendee Mungu kwa sababu ameruhusu watoto wao wawe salama, ameruhusu waendelee kutibiwa, na tuungane sisi kama taifa tuwaombee, iwe heri kwao kwa taarifa ambazo nimezipata muda sio mrefu ndege hii uh, ilifika katika mji wa Charlotte uh, jimbo la North Carolina na majira saa tatu asubuhi na watoto wote walikuwa salama wazazi wao nesi daktari pamoja na wale waliokuwa naiongoza ndege uh, watoto walikuwa wamechoka sana kwa sababu safari ilichukua takriban zaidi ya masaa ishirini walipokaribia kutua katika Charlotte ndege yao izu, ilizuiliwa takribani kwa nusu saa kutokana na masuala tu ya anga, lakini baadaye walifanikiwa kutua na wakawakimbiza watoto wote hospitali ya Charlotte, kitengo cha watoto, ambako mpaka sasa hivi tunapozungumza bado wapo na wanafanyia medical stabilization au kuwaimarisha kiafya. Na baada ya watoto kuimarika kiafya, na walisema itachukua masaa mawili matatu, baadaye leo watawarusha kwa ndege maalum. Uh, ambayo wanaita air ambulance na kuwapeleka mji wa Siu City katika hospitali ya Messi ambayo ndio itawatibu na ambako ndio itawaanzishia hasa huduma za moja kwa moja za matibabu. Uh, hilo lilikuwa ni la kwanza. La pili, ningependa tu kusema kwamba uh, nimesikia watu wakiongea vitu vingi, lakini kukweli, kwa kweli mimi nilikuwa kijijini kwangu uh, Pohama. Pohama ni kijiji, sio makao makuu ya kata wala ya tarafa wala ya wilaya wala ya mkoa kule Singida, ni kijijini tu na ninajenga hospitali ambayo naijenga mwenyewe kwa ajili ya huduma za wananchi na wageni wa STEM walikuja kunitembelea, na madaktari hawa walikuja kuangalia m, nimefikia wapi kwenye hospitali, wakatembelea vile vile hospitali ya mkoa wa Singida na kadhalika, na wageni hawa pia ni wageni ambao nimekuwa nao katika miaka ishirini nilipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu katika jimbo la Iowa, nilianzisha shirika lililojulikana kama Project 50 au ilikuwa inaitwa Project ya 50. Lengo langu lilikuwa ni kusaidia tu kusomesha wanafunzi hamsini ambao lazima siwe ndugu yangu na nisiwe na mfahamu, lakini iwe ni sehemu ya msaada. Wakati Project 50 ninaanza, tukakutana na mtu anaitwa Dr. Steve Meyer, naye alikuwa daktari wa mifupa tukakubaliana kwamba tumeji alikuwa na mpango wa afya mi na mpango wa elimu, tukaunganisha project hii tukaiita Suland Tanzania Educational Medical Ministries, a stem. Ilianza kama miaka 20 iliyopita nikiwa mwaka wa kwanza chuo kikuu, na miaka inapita sana na tangu wakati ule tumefanya mambo mengi, kwa ni pamoja na kusomesha hapa Tanzania zaidi ya wanafunzi 10,000 walioko katika shule za sekondari, vyuo vikuu ya madawa au madaktari kila mwaka mara mbili katika miaka yote hii. Kwa hiyo hapakuwa na jambo lolote jipya juu ya shughuli hii ambayo, uh, tumekuwa tukiifanya ya huduma. Kwa hiyo niseme nikirudi sasa, hili jambo lilinikuta baada ya wageni wangu kuondoka Pohama, wakiwa wanaenda Ngorongoro, ndio wakakutana na huo mkasa, na hii ndio ukweli, ndio sababu hasa ilikuja kuniingiza. Na tulipokuja kuona kilichotokea, kila mtu kama Watanzania wengine aliguswa sana tulipohudhuria mazishi ya wale wanafunzi na walimu wao na, na dereva uh, mioyo ya Watanzania wote uh, tuliguswa, na hapakuwa na swala la kutaka sifa au kupenda sifa, ilikuwa ni swala la kuangalia, je, Mungu anatutuma nini uh, tunapokuwa tunaitiwa wito kama huu na kila mtu tunaambiwa ana vipaji au karama mbalimbali. Mbali na na, kwa kweli watu wengi wamehusika juu ya hili jambo kwa njia moja au nyingine, na mimi kama, kama mtu nime, nime, nime nimeplei sehemu yangu, lakini nimefanya hivyo kwa sababu moja tu. Mungu anakuwa amekuandaa kwa wakati fulani kwa ajili ya tukio fulani, na ni wito ambao lazima usimame kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe na na yakatokea yaliyotokea. Lakini madaktari wale wakawasiliana moja kwa moja na hospitali ya Mercy Hospital na hospitali zingine, kwa sababu ni gharama kubwa. Wanakadiria mtoto mmoja atatibiwa uh, kwa gharama isiyopungua dola laki moja na kuendelea. Hawajui ameumia kwa kiasi gani. Mtoto mmoja anategemewa ana, kila mtoto apate daktari bingwa wa mifupa Uh, tak, daktari bingwa maswala ya fahamu neurosurgeon, daktari bingwa wa, wa maswala mengine ambayo yatakuwa yamemgusa yame huu mtoto hatujui kwa, kwa kiasi gani kila mtoto ameumia. Nafikiri watakapokuwa watakpokuwa wanafanyia vipimo tutajua, lakini, lakini tunachofahamu ni kwamba uh, wataangaliwa na kila daktari bingwa wa maeneo yake kwa kadri inavyowezekana. Ilipotokea hivyo, swala lililofuata sasa, je wataendaje? na namshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais alipotoa uh, hivni kwamba uh, lifanyike kila jambo kuona uwezekano wa, wa kuwasafirisha, na hasa pale ambapo tulipata uhakika wa matibabu. Na ndio uh, wadau wa, wa, mbalimbali tukaanza kuangalia, tuliangalia ndege za majeshi, majeshi ya anga, majeshi ya, ya, ya, ya Marekani, majeshi ya Ulaya, majeshi ya nchi zingine ambayo yana ndege zinazopita katika anga za Afrika Mashariki na ukanda wa Afrika.